washhadu anna Muhammadan abduhu warasuluhu huwa wla wa alihi waashabih wman wa sara bihudahu ila yaumi ddin. Sifa kamilifu za mustahiki Allah subhanahu wata'ala, Allah aliyetufikisha kwenye misimo ya kheri ili aweze kutusamea Allah makosa yetu na aweze kutufutia madhambi yetu, Allah aliyetuteua katika wengi waliotaraji kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini hawakuupata ila mimi na wewe ndugu yangu Muislam tumeudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka huu wa 2025, a si kwa ujanja wetu. Kwa kila mmoja wetu akitafuta katika kumbukumbu za akili yake, akaiuliza kam min unasin sama mahum fi ramadhanin madi wahum fi turab Atawapata, ni wangapi akijiuliza, ni wangapi katika watu tulifunga nao wa Ramadhani iliyopita, hii tu ya mwaka 2024 na leo wamelazwa katika udongo. Ukiulizwa nafsi yako kichwa chako ukatulia, utakutana si mmoja, ima wawili, bali ni wengi. Allah Subhanahu wa taala amewalaza chini ya udongo, na wewe Allah Subhanahu wa taala alikupa nafasi nyingine ya kudiriki mwezi wenye baraka kama alivyonadi Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atakum shahrul mubaraka, umekujieni mwezi wenye baraka. Baraka zake zinapatikana kutokana na kuteremka ndani yake kitabu chenye baraka, kitabu kitukufu cha Qur'an. Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadri, tumekiteremsha hicho umeiteremsha hii Qur'an kwenye usiku wenye cheo, usiku wenye makadara. Watukufu Waislamu, Ramadhani ni kweli imetudiriki, ndio. Lakini Ramadhani ina faida kwa kina nani? Kwa sababu kila mwislamu ambaye yuko hai ameidiriki Ramadhani, hakadha wako makufaru wameidiriki Ramadhani. Sote waislamu na wasiokuwa waislamu tumeidiriki Ramadhani lakini Ramadhani ina faida kwa kina nani na ina malengo yapi kwa hao ambao wanafaida nayo? Allah akaja katuwekea uwazi kubagua baina ya wale ambao wanafaidika Ramadhani na wale ambao wafaidiki na Ramadhani. Kasema Allah ndani ya sura al-Baqara, baada audhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuhaladhina amanu. Kwanza Allah akaweka uwazi, enyi mliyoamini, kwa maana enyi waislamu kuwa muislamu ndiye muaminifu na muaminifu ndiye muislamu, bali muislamu ni daraja ya kwanza, awezi kwanza muislamu, ya kuelekea uaminifu aminifu akawa muaminifu isipokuwa ni muislamu, muislamu kwanza ya islawanza aila daau utia aluia kwenu saumu kama kutiba min qablikum kutiba l di min qablikum, watu kabla yenu ili muweze kuupata ucha Mungu. Kumbe Ramadhani imekuja kwa waaminifu, lakini haikuja kwa waaminifu iwaache hivyo hivyo, haikuja kwa waislamu iwaache hivyo hivyo. Imekuja na malengo, malengo ya kukutoa wewe katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kukupeleka kwenye taa, kuwa mtu wa kumtii na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, imekuja malengo yake muupate ucha Mungu, ucha Mungu ni sifa pekee katika sifa kubwa ambazo zinambashiria muislamu kuipata pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal muttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu wameshafaulu. Hakika wacha Mungu wamefaulu, fauzan adhima, sio fukufulu. Ama kufaulu katika maisha ya dunia la, sio kupata pesa nyingi, hapana, sio kupata mali na magari na majumba hivyo ni mataa dunia na mataa dunia qalil, maisha ya dunia kwa Mungu ni kitu kidogo sana. Anayapata hayo mcha Mungu na anayapata asiyekuwa mcha Mungu, lakini kufaulu ni kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapoipata pepo ya Allah ambayo kusuruha dhahabun, imejengwa kwa nyukuta za dhahabu, haikujengwa kwa tope, haina muda wa kuisha ina muda wa kudumu milele. Ukiingia peponi hautoki, lakini dunia, ishi na neema miaka mia, itafika tu mwaka wa mia na hamsini utafariki. Ishi na neema miaka ishirini thelathini, itafika wa arobaini utafariki. Wote wanakwenda na wote hawakwenda wanaacha kuacha chochote, la kuna wale walioacha vitu tunavishuhudia, na kuna wale wameenda hawana, lakini wote kule kwenye makaburi yao, nasisi wa nyuma yao tukienda tumefaulu kule, tunaanza kupata neema. Ndo Allah subhanahu wa Ta'ala akasema innal muttaqina mafaza, wacha Mungu wamefaulu. Kufaulu sio hii dunia. Akikupa Allah dunia, fabiha wa neema, akikupa dunia, akikupa na akhera, hii ni bora zaidi. Ukikosa dunia ukaipata akhera, wewe umefaulu. Kufaulu huko, Muislam, kunakopatikana katika uchamungu Allah Subhanahu wa Ta'ala katuelekeza ni wapi tunapoupata ucha Mungu ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni juu lako Muislamu kuiuliza nafsi yako, kuihesabu nafsi yako. Unaishi vipi na mwezi huyu mtukufu wa Ramadhan katika njia za kujikita na kuutafuta ucha Mungu? Hili ndio jambo muhimu ambalo kila Muislamu anapashwa alizingatie, alifikirie, ajitume kwalo, kwa kuwa kujituma kwako kwa, kwa hilo ndio kufaulu kwako kwa hilo. Waislamu, tuishi kidogo na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatunadia katika surati Yunus, aya takriban ya sitini na moja, kuteremka haya maneno ambayo tumeyazungumza ambayo ni malengo. Anasema Allah wa ma takunu fi shayin muslim, hautokuwa kwenye jambo lolote, kwenye madili yako, kwenye mambo yako, kwenye biashara yako, kwenye mipito pito yako. wa ma tatlu minhu min quran, na wala hautosoma chochote katika Quran. shahrul qurani ni shahrul Ramadan. Hii ndio mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Quran. Allah anasema, wama tatlu minhu min quran, hautosoma chochote katika maneno yake Allah subhanahu wataala. Wala tamaluna ta min amalin, na wala hamtotenda chochote katika matendo. Allah anatuonesha wakati, hautokuwa kwenye mzunguko wote wa khairi wa dini Ha, wa kuitangaza dini, wa kusaidia watu, wa kufanya kheri, mzunguko wote autokuwa kwenye nafasi umeikaa, unaisoma Qur'ani, kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na hautotenda kitendo chochote kile, illa kunna alaykum shuhudan ith tufiduna fih, isipokuwa sisi Allah ni mashahidi. Allah anajipa wingi wa heshima. Hakika mimi Allah subhanahu wa taala ni shahidi wa hayo mnayoyatekeleza. Utukufu Allah anakuonesha kwamba matendo utakayofanya ndani ya Ramadhani, shughuli yoyote kubwa na ndogo, usidharau. Allah anaishuhudia muda utakaochukua kusoma Quran kwa ajili yake Allah subhanahu wa taala, kutafuta fadhila za Allah. Allah anayashuhudia matendo utakayozunguka nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa taala anayashuhudia, ni mwenye kuyashuhudia hayo mola wako, lakini anakukumbusha Allah subhanahu wa taala, wama yazubu an rabbik, akifichamani chochote kwa Allah subhanahu wa taala ta mithqala dhara Allahu akbar, hakificha mani chochote katika utakachokifanya, utakachosoma, utakachojitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakificha mani kwa Allah subhanahu wa taala. Wama yazubu hakificha mani chochote an rabbik mithqala dharra, atakiwe umekifanya mfano wa punje punje ndogo kama punje ya mchanga, punje ya mchele, punje ndogo ambayo mnaifahamu. Ukifanya kitendo kama hiko mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, hakipotei kimehifadhika kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fil ardi wala fi ssamaa iyo, umekifanya hicho kitendo, hiko ni kidogo katika ardhi hii, Allah subhanahu wa ta'ala au ni kidogo katika mbingu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amali zote Allah Subhanahu wa Ta'ala anazishuhudia, anakukumbusha mola wako kutenda. Mwislamu, tumekuja ili tutende, tutende. Anamrudisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaweza akautafuta udhaifu mwislam, ama mwanadamu akasema Allah amesema mithqala dharra fil ardi wala fis sama, Allah kimfichami chochote hakiko inje ilmu chake, ilmu yake chochote katika ardhi na mbinguni, chenye upeo wa punje. Labda muislamu akaishia hapo, je, cha chini hapo? Allah subhanahu wa ta'ala anatuelewa wanadamu, na akaendelea, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wala asghara min dhalik, au hata kidogo kuliko hiyo punje si tu kama punje, wala asgharu min dhalik, hata kiwe kidogo kuliko hiyo punje. Ukafanya kitendo ambacho hakina thamani ya mchanga mmoja, kiko chini ya mchanga. Mchanga mnauona ni kitu kidogo sana, ni mfano Allah anakuletea kuonesha anavyothamini matendo tunayoyatenda kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala, hata kikiwa ni kidogo min dhalik wala akthar illa fi kitabi mubin. Au kiwe kikubwa, tunafanya mengi ambayo yanashinda thamani punje, yawe ni madogo kuliko punje, yawe sawa na punje, yawe makubwa kuliko hayo, illa fi kitabin mubin. Fahamu ya kwamba, Muislamu, hayo yamehifadhika kwenye kitabu cha Allah kilicho wazi. waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara

Anatupa kumi mfano wa jema moja tulilolifanya. Uadilifu Allah, madhambi. Allah hakupi ziada. Allah, ukifanya dhambi moja na kulipa dhambi moja baada ya muda, kama ukufanya tauba. Lakini kwenye mema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila atakayefanya wema katika wema, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa ashuru amthaluha, atamlipa kumi mfano wake, waislamu

na wala hawatokuwa na uzuni, hawatokuwa na hofu katika maisha ya duniani haya, hawatopata misukosuko ya dunia, uzito wa maisha wako na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun, hawatopata uzuni siku ya kuondoka duniani. Allah atawateremshia malaika wazuri siku ya kutoka nafsi, kwa kuwa ni wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawezi akawahuzunisha wakati wa kuondoka duniani, Allah hawezi akawapa hofu ya maisha. Hayo yanahaidiwa nani? Waislamu, munasaba wa mwezi huu ambao tuko nao Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza, ni kina nani hao wapenzi wake? Anasema, alladhina amanu wa kanu yattaqun, alladhina amanu wa kanu yattaqun ni wale wakanu yattaqun, ni wale walioamini. Kule ya ayyalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, nyinyi ndio wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu yattaqun, kisha wakawa ni wacha Mungu, hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawatopata matatizo ya dunia, hawatopata fezea na huzuni wakati wa kufa.

Hayabadiliki maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uko na bushra nzuri duniani, ukiishi na Allah na ucha Mungu. Uko na bushra nzuri akhera, kuipata pepo, ukiishi vizuri na ucha Mungu na Allah. La tabedila likalimatillah, hayabadiliki maneno ya Allah. Miadi aliitoa kukukingeni na hofu na huzni wakati wa kufa na bishara njema duniani na bishara njema akhera. La tabidila likalimatillah, Allah habadili maneno yake. Maneno ya Allah yakizungumzwa ni yenye kutekeleza. Dhalika huwa alfawdhu alazim al anamaliza, Allah anasema huko ndiko kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Unafeli wapi, Muislamu? Umeipata Ramadan. Leo tumezifunga siku kadhaa, umezidiriki hizo siku, ikutokee ufe kesho uende na haya maneno ya Allah, kwa hizi siku chache ulizozidiriki, isikutokee ufe kesho uende na majuto mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumu ya kuifunga Ramadhani wa Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananadi, anasema: man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi

kwa imani imani ile ile kuwa ni Muislamu wa ukweli wa wa ihtisaban na kwa kutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah atamsamehe madhambi yaliyotangulia. Mwislam, tuishi na Ramadhani kila siku kama uokovu wa matendo yetu maovu, tuishi na Ramadhani kila siku kama bishara ya kumjongelea Mola wetu Mlezi, tuishi na Ramadhani kila siku kama kifutio cha makosa ya siri na dhahiri. Tuishi na Ramadhani kila siku kama sehemu ya kutengeneza muamala sisi na watu na sisi na Mola wetu. Tuishi na Ramadhani kama funguo imekuja kutufungulia milango ya baraka katika uhai wetu, milango ya huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuhusia ndugu yangu, nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala Inna lilmuttaqina mafaza, wachamungu wamefaulu, na sehemu ya kuupata uchamungu ni ndani ya Ramadhan. Isal nafsak, iulize nafsi yako, Ramadhani yako na wewe mnaishi kama alivyoiacha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama? Ama unaishi nayo kama ulivyojipangia wewe? Iktasi bin nabiy sallallahu alayhi wasallama, shikamana na mwendo

lakini alikuwa akizidisha zidi ya hapo anapokuwa ndani ya Ramadhan. Umezidisha nini wewe ndani ya Ramadhan? Umeacha kipi kiovu kwa ajili ya Ramadhan kisha ukitekeleze na kudumu nacho kwa ajili ya Mola wako, utaupata ucha Mungu na ukiupata ucha Mungu umefaulu. Nastafid bihadha, tutosheke na haya inshallah. Tutaendelea katika vipindi vijavyo kufunzana yapi yatatunufaisha katika mwezi huyu.